siku ulipokuja Kojani kufungua majengo yetu ya wa skuli wananchi wa Kojani walikuomba ambulance boti na leo umewatekelezea lakini pia walikuomba kituo cha afya T+1 kituo kinaendelea kujengwa tumpigeni makofu mheshimiwa rais Nyuma yangu ni ambulensi boti, ambapo Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameizindua na kuwakabidhi wananchi wa kisiwa cha Kojani ili kuwarahisishia huduma za afya, kumtoa mgonjwa na kumvusha, kumpeleka katika huduma ya afya ambapo kwa upande wa kisiwa cha Kojani pia kunajengwa hospitali kubwa kwa ajili ya kuwapa huduma wananchi wa kisiwa hicho. Na hapa tumeweza kuzungumza na baadhi ya wananchi lakini pia tumezungumza na daktari Zamana ambaye ameweza kumpongeza na kuelezea yale mazuri ambayo Dkt Huseni Ali Mwinyi ameweza kuyafanya kwa wananchi wa kisiwa cha Kojani, lakini pia wananchi nao wameweza kumpongeza mheshimiwa rais na kuelezea changamoto zao ambazo wa wanakumbana nazo katika kisiwa hiki. Mimi ni Lubna Kasto, naripoti kutoka kisiwani Pemba na hii ni Kokonat FM mia moja nukta tisa. Kituo cha afya Kojani ni kituo kinachohudumia takriban population ya watu 1927, lakini tuna WRA Women Reproductive Age 2115. Kwa hiyo katika wazazi hawa, tunatarajia wazazi hawa watafikiwa na wanaweza kujifungulia katika kituo cha afya cha Kojani. Sambamba na hayo, tunapopata emergency tutatumia boti yetu hii kuweza kuwasafirisha hawa kutoka kituo chetu cha afya Kojani kuja katika huko nchikavu. Haya ni maendeleo makubwa, lakini si hivyo tu, Mheshimiwa Rais amesema na tayari ametekeleza katika kule kule kisiwa cha afya kwa sasa kuna hospitali kubwa ya kisasa inajengwa, hospitali ambayo operation zote so zinafanyika kule, ila tu itakapotokezea kumhamisha kuja huku nchi kavu, ndipo tutaweza kutumia boti yetu hii. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, umeifanya jambo zuri sana. Hii sio boti tu ya kawaida, hii ni ambulance boti. Ndani yake kuna kila kitu, kuna resuscitation instrument, tunaweza kumresuscitate mgonjwa angia, tunamchukua mpaka atakapovuka huku salama. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mwinyi, kwa kweli mimi kama daktari dhamana wa wilaya Wete umenitendea haki, umetendea haki vituo vingi sana, ni wilaya pekee tuliojengewa vituo vingi maendeleo makubwa kaskazini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwinyi mitano tena. Mwenyezi Mungu anijalie rais wetu maisha mema, ampongeze kwa mema anayoyafanya. Mwenyezi Mungu atujalie heri njema, shukurani za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Uongozi wa Dkt. Mwinyi ambao tumeona faida nyingi na maendeleo katika zaidi jimbo letu la Kojani, lakini pia nitoe shukurani katika Zanzibar nzima, kwa sababu kuingia kwa madarakani kwa Mheshimiwa Rais Mwinyi, maendeleo mingi sana yameonekana katika kisiwa chetu cha Zanzibar. Dkt. Mwinyi sifa yake ni moja kubwa sana, kwanza, hana ubaguzi sehemu yoyote, anatembelea na kujua changamoto za wananchi, jinsi ambavyo wanahitaji zile huduma. Kwa maana sisi kama sisi tunatoa kwanza shukrani zetu wazaliwa wa kisiwa cha Kojani, jimbo la Kojani, lakini pia kwa maana nachokizungumza kama mimi nikiwa ni mgombe wa vyama vingine vya, vya siasa kama mgombea wa ubunge jimbo la Kojani, mimi nasema kwamba tulioyakuta ni mingi na anafurahisha kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi ni mitano tena na nao kuja, mimi nasema ni mazuri zaidi, maendeleo yanaingia pale ambapo tunaondosha chuki sehemu yote ikiwa na chuki, maendeleo haweza yakapatikana. Na tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Mwinyi baada ya kuingia madarakani aliondoa ile siasa za zamani za kuwekea na chuki watu kugomeana, watu wasende kwenye misiba sijui yule ni kina nani. Kwanza sisi tumwambie ni hongera sana, tunakabidhi kabisa salamu zetu. Na sisi tuko kwenye mambo mengi, sababu nyingine tuwasani, lakini tunafanya kazi ya matangazo ili kumrusha zaidi kwamba Rais, tunashukuru anachokwenda nacho ni kizuri. Lakini pia nimwambie Mheshimiwa Mheshimiwa Rais Mwinyi tunachomwahidi pamoja na Rais wa Muungano Mama Samia ni kuienzi na kuiangalia hazina ya amani ya nchi yetu. Kauli kwanza kukabidhiwa boti kwa, tunamshukuru Mungu kwanza. Hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu na Mheshimiwa Mwinyi kufanikisha hili mpaka kujifikiria mwenyewe, kama wavijana au wanakojani wanajamii wakojani wanapata kazi ya wakati wa kusafirisha wagonjwa, ikiwa ni wazazi au ikiwa ni mgonjwa ambaye kwa mezidiwa, kupata boti hii ni faraja kwetu, ila kitu kimoja. Hizi boti huwa ina kaho. Mara nyingi mtu wajuae shida ni yule aliyekuwa unayo ile shida, anaweza kuitatua ile shida. Leo boti ikiwa hapa, hatukatai, hawa ni viongozi wetu, ni vikosi vyetu ambao kuwa wao ndio wanaotusimamia sie, lakini hii boti miependekezo, naomba si lazima wala si lazimishi, lakini tungependekeza hii boti yapemwa na Kojani mwenyewe kwa sababu yeye ndiye atakaye kutana na usumbufu wa kujua yale maji sehemu gani nikae, ili wakati akipigiwa simu, yeye specific afike na kuhudumikia ule mgonjwa.